Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa wassalamu ala Rasuli Karim wa ala alihi tayyibin tahirin wa man wala. Tuko kwenye usiku wa muhimu, ni usiku wa Lailatul Qadr na ni kama miaka 83 ya ibada. Allah Subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake ametupa usiku huu aliofanya kama ni sawa kwa miezi elfu ya ibada katika maisha ya mwanadamu. Hiyo ni miaka themanini na tatu ya maisha ya mwanadamu. Tunapaswa kutukua fursa hii na kuhimiza pia familia zetu kufanya hivyo hivyo, kukumbuka mambo haya manne ambayo unaweza kujaza usiku wako nayo. La kwanza ni kukumbuka kwamba lazima tufahamu Leilatul Qadri inaanza adhan ya maghrib ya usiku uliopita. Kwa mfano kama waangalia tarehe 27 ya mwezi wa Ramadhani, huwa ni ule usiku wa tarehe 26 wakati wa maghrib. Ukiingia wakati wa maghrib, basi tayari ile siku imeingia ya ishirini na saba, na kuanzia ile adhan ya 26, na na kuendelea na salatul isha mpaka salatul fajr ya tarehe ishirini na saba huwa uko kwenye siku ya Laylatul Qadr, ikiwa ndio hiyo, itakuwa siku ya Laylatul Qadr. Ya pili ni kwamba ni kuswali katika jamaa msikitini, swalatu lishai mpaka salatu lfajr utapata ile ajiri ya kwamba umeswali usiku mzima. La tatu ni kuswali nyuma ya imamu wakati wa Qiyamul Layl na swala ya witr kwa manufaa makubwa sana yanapatikana wakati hunu, usikose hilo. Pia la nne, jaza usiku hunu, la kumi hili la mwisho, kwa ibada na vitendo ambazo al Rasul sallallahu alaihi wasallam alifanya nazo ni hizi. La kwanza ni kuswali, la pili ni kusoma Qurani Alkarim la tatu ni ukarimu na kutoa sadaka, na la nne ni dua. Na kuna dua nyingi waweza kusema, lakini kuna hizi mbili fupi na kukumbusha, wazijua, lakini na kukumbusha tena, hizi usizikose. Katikati yake unaweza kusema dua nyingi nyingine, lakini hizi zirudie muda kwa muda. Ya kwanza ni ile Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, na ya pili allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wakati huu ni wakati wa muhimu, mpaka inafika kwamba nyoyo zetu zinaathirika, tunaanza kuona yale machozi yanatutoka, tukimlekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba maghfira na tauba. Tunaomba Mwenyezi Mungu atutakabalie, shukran Lailatul Qadr, amin. Tutaonana kipindi kingine, barakallahu fikum.